Unampenda Samia, nyanyuka ni kuone, nyanyuka ni kuone, nyanyuka nyanyuka, nyanyuka, nyanyuka. Alafu punga kitamba, mwananchi, siwe kinyonge, tujafungwa tumetolewa tutamba tamba tamba tamba tamba tamba tamba tamba. Hivi mama nashindwa je, hey! mama a few moments later Yes, e bwana mtazamaji ea, mshikaji Harmonize aka msanii Harmonize Konde Boy jeshi ameweza kuingiwa na wasiwasi kidogo hapa. Hii ni baada ya kusikia kwamba wale wote, yani wale wasanii wote waliohusika kwenye kampeni za CCM basi wanafatwa mmoja mmoja baada ya mmoja, yani wananchi wanapambana nao mmoja baada ya mmoja utajua mwenyewe wanapambana nao kivipi sasa. Um, mshikaji Konde Boy ama Harmonize baada ya kusikia hivi kidogo ameweza kupanik hapa, sababu unaambiwa tayari kuna wasanii ambao walishiriki kwenye kampeni hizi za CCM na sasa hivi wanahesabu hasara tu, sababu nyumba zao e, maduka yao yashachomwa. Sasa hivi ni mwendo wa hasara tu. Sasa msanii Konde Boy naye anaonekana akiwa na wasiwasi pale bwana, ajionee video nimekuwekea hapa mbele tu. Yes bwana, msanii Harmonize ameonekana kuingiwa na wasiwasi wasi mno. Hii ni baada ya washikaji hawa ama waandamanaji hawa kupambana na kila msanii ama kila mtu yote mashuhuri kwa lugha ya Kiingereza tunaweza tukasema mtu yote se ambaye ni celebrity ama celebrity yote wa Tanzania, yule ambaye alisupport sana CCM ama yule ambaye alimsupport sana mama kwenye kampeni zake huko, akionekana kumuunga mkono kwa uchaguzi huu e, basi sasa hivi atakipata cha mtema kuni e, wananchi wameamua kupambana na mmoja baada ya mmoja. Wasanii e, walioshughulikiwa ni kiwemo Uh, msanii Bill Nass, kuna msanii Jux na hata pia msanii Shilole. E bwana, hao biashara zao zote zimeweza kuchomwa, zimeweza kuteketezwa na sasa hivi wanaenda kuanza upya. Sasa kama walikuwa hawana mtaji e, basi nadhani wasanii hawa kimeweza uh, kuaramba. Sasa msanii Konde Boy naye akiwa miongoni mwa wale wasanii ambao walokuwa wanasupport CCM ama ambao walikuwa wanamsupport Mama Samia Hassan Suluhu e bwana, majina mengi haya. Um, Konde Boy e, kwa kampeni muona pale, e, kwenye kampeni zake ulikuwa namuona anacheza kwenye ile style yake ile ya kuanguka anguka huku mama akiwa na tabasamu na kufurahia, lakini sasa hivi mzee um, Konde Boy e, amechanganyikiwa kidogo, sababu wananchi wameamua kupambana na ms kila msanii aliye support CCM e, e. Sasa na kila msanii ikiwemo Konde Boy yupo ndani. Konde Boy mpaka sasa anazidi kuchanganyikiwa. E, msanii yeye am, ameingiza ame baridi ama tunaweza sema yeye ameogopa sana, baada kuogopa akaweza kufuta posti zake zote zile zilizoko mtandaoni um, pale ambazo alikuwa amepost zikihusiana na CCM ama pia alikuwa amezipost zikihusiana na mambo ya uchaguzi huu wa kumsapoti Mama Samia akaweza kuzifuta zote, alafu baadaye akaweza kutoroka akaenda maeneo ya Kenya. Lakini cha kushangaza, msanii Harmonize bado hajafuta posti zake zile ambazo alikuwa anamsupport mama Samia Suluhu. Ameziacha pale tu posti zake, bado zipo pale, hajafuta ukiingia Instagram au utapatana nazo, na bado hajatoroka. Lakini inaonekana ana wasiwasi, ukiangalia kwenye mjengo wake ule wa Konde Village. E, ameongeza mabodyguard wengi sana pale kwa ajili ya kupambana na wananchi ambao watakuja kuzua vurugu kwenye ule mjengo wake. Huyu msanii ah, Harmonize bwana e, wasanii nafaa muwe mjifunze, sababu e, wananchi wakishachoka na nyinyi basi hakuna kitu e, mnaweza mkawafanya sababu naambiwa msanii ni kioo cha jamii. Sasa basi inabidi ina uweze kufata vile ambavyo wananchi wanataka, sababu unajua hata kwenye show, ukiandaa show, basi mashabiki eh, wanaokuja pale ni wale watu ambao wanakubali mziki wako. Ma followers wale subscribers wote wale ni watu fulani ambao wanashabikia mziki wako, ni wananchi yani ambao wanashabikia mziki wako. Sasa wanapofanya vitendo vya ajabu kama hivi eh, basi utakuja kuponza. Inaweza kuwa umepewa dola umepewa pesa uweze kukampeni pale, lakini pia fikiria, kuna leo na kesho. Sasa hivi msanii Harmonize anakwenda kujuta na anajutia zaidi, sijui ni kwa nini aliweza kusapoti CCM bwana. Ngoja nikuwekee video za msanii Konde Boy akiwa ana zidi kuzipata video hizi motomoto zinazotokana na channel hii inayojulikana uh, kama vile Umbea Media uh, TV.